Mpo tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Jiketi Tanzania si kama wachezaji? Kwanza tumejiandaa vizuri, tumesikiliza maelekezo ya mwalimu kitu ambacho atataka kwenye mchezo wa kesho. Tunajua mechi itakuwa rahisi, Jiketi ni timu nzuri, lakini tutahakikisha tunapambana ili tupate matokeo ya pointi pwinti tatu. Sawa, maswali matatu kwa mchezaji kwamba wengi mbayoaate kikubwa kama alivyosema, cha kwanza lazima tufuate maelekezo ya mwalimu, cha pili na furaha kwenda kucheza katika ardhi yangu ambayo nilicheza kabla, lakini yote ya yote ni kuipambania timu yangu ya Simba, kesho tupate pointi tatu. Kwa hiyo tutafuata maelekezo ya mwalimu ili turahisishie kazi kesho. Sawa. Swali la pili kwa mchezaji. Swali la pili. Kikubwa, kikubwa ni kupambana na kujituma kesho. Kama nikipata nafasi napambana, nikishe timu yangu hairuhusu goli na tupate clean sheet kwa pamoja kama timu na idara yetu ya ulinzi. Sawa. Kuna swali la nyongeza kwa mchezaji ama tumruhusu? Okay. Presha, sioni kama kuna presha kubwa, kikubwa tu ni kupambana tu, maana sasa hivi nipo Simba kwao, nitakuwa nipambanie Simba.